Karibu tena kwenye chaneli yetu Tuongee TV na samani sana nilipotea kidogo maana nilikuwa naumwa kwa naumwa kidogo. Ah, leo hii nitakuletea sifa za kujiunga na jeshi la magereza, wana sifa zao ambazo wanazihitaji. Na hii video itakuwa muhimu sana kwa wewe kujifunza, maana posti za jeshi za magereza nadhani zitakuwa zimekaribia, maana tunaangalia mlolongo unavyoenda, kulikuwa na kazi za askari pale zimetoka tukaja kazi za jeshini pale zimetoka. Kwa hiyo probably kwenye siku za mbeleni hapa, basi posti yoyote ile itatoka. Sasa naomba unisikilize kwa makini sana, baadhi ya sifa ambazo jeshi la magereza linazihitaji. Uh, cha kwanza ni sifa ya umri. Tumeona hata kwenye uaskari umri wanazingatia, lakini kuna tofauti kidogo asaaaaaug uh, kwa magereza uh, watu walio form four ambao wana level elimu ya form four basi umri wao unatakiwa anzie miaka 18 hadi 25. Ah, kwa mtu mwenye ujuzi labda ni dereva amesomea veta amesomea nini basi umri wake usizidi miaka 30. Kwa hiyo kuanzia miaka 18 mpaka 30. Ah, sifa namba mbili ni uwe na nyaraka zote muhimu. Wanazingatia sana namba ya NIDA uwe nayo, kama hauna basi jitahidi sana kufuatilia mapema uwe na nida mapema sana, uwe nayo uwe na, uwe na cheti original kama una cheti original au una cheti cha kuzaliwa basi jitahidi ufuatilie mapema, maana muda ukifika uta panic. Na la tatu ni sifa ya urefu, wanaangalia sana urefu, maana mtapimwa urefu, wasichana na wavulana wote mtapimwa. Kwa hiyo kuna urefu ambao wao wanauhitaji. Ah, uh, kama utakuwa chini ya vipimo vyao basi hawatakuchukua hata kama umekizi vigezo vingine. Urefu ni moja sifa muhimu sana kwenye jeshi la magereza. Na kitu kingine uwe na afya njema maana watafanya vipimo maana hiyo kama afya yako unajua haiko vizuri basi haina haja ya wewe kuingia kwenye jeshi la magereza. Na sifa ya mwisho na ni muhimu sana inabidi uwe umepitia JKT aidha kwa mujibu au kwa kujitolea. Maana hiyo wanahitaji sana watu ambao wamepitia JKT. Usau kusubscribe, usau kucomment, usau kushare. Nimerudi tena hapa, au sio? Pamoja.